Majengo nawahubiria neno la Yesu. Yesu anasema kwa wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo, Mtu yeyote akitaka kunifuata, ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake anifuate, kwa maana yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Je, itamfaidi nini mtu yoyote kupata ulimwengu wote akapoteza maisha yake? Umesikia? Leo nimewapia neno la Yesu, na kesho mtasikia mwingine akiwaita, na kesho kutwa mtasikia mwingine. Kwa sababu Yesu amesema hii injili upende usipende itafika duniani kote, itafika kona zote, itafika kwa kila binadamu, itafika kwa kila kabila, kwa sababu hii ndio njia pekee ya watu kumjua Bwana ndiye njia pekee ya watu kumjua Mungu. Amesema yeye yeah, mwenyewe kwamba hakuna mtu anamjua Mungu, ni mimi pekee, Yesu Kristu, ninamjua Mungu. Hakuna mtu atakuonyesha Mungu, ni mimi pekee, Yesu Kristu, ninakuonyesha Mungu. Kwa hivyo huyo Mungu unajua ulifunzwa na Yesu Kristu, ulifunzwa na Yesu Kristu, unamjua Yesu Kristu, unamjua mwana wa Mungu. Basi Yesu anasema kama si baba yake, hakuna Mungu unajua, full stop. Injili itafika kwako, injili itafika Somalia. Hata kama alshababu wanamaliza watu pale, wakisema injili itatoka pale, injili itafika Somalia, nakwambia isaanza kufika. Injili itafika Saudi Arabia na kuambia watakata watu vichwa pale, lakini injili itafika na inakuambia ta wewe, ndio imekuja Majengo hapa leo, ndio imekuja hapa leo, ndio hii nakutangazia hii. Injili itafika kila mahali, Biblia yenyewe imesema itafika. Ulie utoe panga zako uron kwa ground uoshe uchome biashara zako, injili itafika. My friend, anayeeneza injili hii, wacha nikuambia jina yake, jina yake ni Yesu. It is Jesus Christ who has brought the gospel here today to Majengo. Yesu ameleta jina lake hapa leo, lazima umuwe Yesu, na walimuua, walimsulubisha, akashinda kifo. Can you kill a man who has killed death?

U una mwabudu Yesu, una mtukuza Yesu, una mwabudu Yesu, una furahia damu yake, una furahia mwili wake, una furahia kazi aliyoifanya. La sivyo, ninakuambia leo kwa maneno ya Yesu Kristo, hakuna Mungu unajua. Hakuna Mungu unajua, nasema tena, hakuna Mungu unajua, kauabudu Yesu Anatuonyesha utakatifu wa Bwana, anatuonyesha ukuu wa Bwana, anatuonyesha kiasi cha dhambi yetu, anatuonyesha kiasi cha uovu wetu, anatuonyesha vile ambavyo hatuna tumaini yoyote, anatuonyesha hakuna kuja mbele ya Mungu bila kafara ya damu ambaye amejitolea yeye mwenyewe kama hiyo kafara. Unaenda mbele ya Mungu unasema, hakuna kitu linaweza fanya kukufurahisha. Mimi nimeoza, mimi nimeoza ndani ya roho yangu, na kushukuru kwa sababu ya kafara uliyotoa kwa ajili yangu. Bwana, umefunga yako yote ukachoka, ukagundua hakuna kumbu. Unajua bado umechoka na kufunga na kuigiza. Wewe leo umechoka na kusali, umechoka na kujiongezea bank account na matendo yako mazuri. Unaongeza bank kila siku o oh, nilipeana mia moja jana e, nikapeana mia mbili juzi e, nikaambia mwanamke wangu, nakupenda. Unaongeza bank account, umechoka. Umechoka kuongeza bank account, umeona hakuna kazi unafanya ukimaliza kufanya hiyo, uone unafanya zero work. Kuja kwa Yesu, amen. Ukiona umejaribu yako yote na hakuna Mungu umejua, ndio ukuja kwa Yesu. Kama unafikiri bado unaongeza bank account, ongeza, ongeza, ukimaliza Ukiona hakuna kazi unafanya ukuje kwa Yesu. Sawa, ongeza account, uniambia ukifika milioni moja umefanya vitendo mazuri. Sasa zimefika ngapi? zimefika ngapi? Zimetosha? zime umesikia amani moyoni mwako, umesema hii imetosha, hii itanifikisha kwa Baba, hii itaniosha dhambi zangu, hii iko hii, sawa hii umetosheka sawa, wewe baki na hiyo wewe. Hey, tulia. Siku tutayosimama mbele ya Mungu mtakatifu ndio tutajua kama matendo yako yanatosha sawasawa. Kama umechoka, kama umeona ifanyi chochote, njoo kwa Yesu. Kama umeona unafanya zero, ndio nakwambia njoo, uchukue kazi ambayo Mungu amefanya kwa ajili yako amemtoa mwanawake wa pekee mwanawake wa pekee mwana wake wa pekee wa peke, wa peke. Nasema tena mwana wa Mungu ametolewa kama kafara, kama dhabihu safi, amekufa. Enda mbele ya Mungu na hiyo, ambia Mungu nikubali kwa sababu ya damu ya mwanawake Nakwambia, ile siku ambayo utaamua kuja ile siku utaamua kukuja, ndio nimekusomea hapa Yesu. Usisahau, nakwambia leo. Leo unaweza kuwa umeniona kama jamaa amechizi fulani. Yesu mwenyewe amesema, ile siku utaamua kunifuata, ukuwe tayari uchukue msalaba wako na unifuate. Uchukue nini? Musalaba wako. Musalaba ni kubeba mateso. Musalaba ni kubeba matusi. Musalaba ni kubeba kudharauliwa na kutupwa mbali na familia yako. Hiyo ndio kazi ya msalaba. Msalaba sio kusikiwa. Msalaba sio kupata promotion. Msalaba ni kuambiwa na baba yako, wewe si mtoto wangu Msalaba ni kuambiwa na rafiki zako, biashara yako tunafunga. Msalaba ni kuambiwa na watu wako, wewe uko kwa hii familia kwa sababu gani? Sababu umeamua unakuja kwa Yesu. Yesu anakuambia leo, ile siku utachoka kuongeza bank account, umeamua kuoshwa na damu yako, uwe tayari kubeba msalaba wako na ulifuate, uachane na familia yako, uachane na biashara zako uachane na rafiki zako, uachane na mji wako, uachane na kila kitu, useme nimeachana na kila kitu, nasaka Yesu na Yesu pekee yako. Hiyo yes, siku ikifika, ndio nimekuletea hii ujumbe hapa leo kwa sababu ninajua Yesu ataokoa watu hapa, Yesu ataokoa watu hapa, Yesu ataosha watu hapa na kuambia nimesema na nimetangaza kwa jina la Yesu. Yesu anaokoa watu, anaokoa watu hapa. Ngoja utajionea, makanisa yanaanza hapa, watu wanaabudu Yesu hapa leo. Ngoja akajionee. Unafikiri nimekuja hapa ku beg. You think I've come here to beg. I have come here to announce. Jesus is taking over this place

Ni Yesu nayo ciokoe, hakuna njia ingine, ni Yesu na ni Yesu peke yake. Count on it. In Jesus name.